Mambo vipi, hope uko poa kabisa bana, niko na taarifa ya e, kutokea huko Gaza, moja kati ya sehemu ambazo pia zimekuwa zina machafuko tofauti tofauti ambayo yanakuwa yanaendelea kutokana na vita vya hapa na pale. Watu wanaweza kufa, watu wanaweza kupoteza makazi, malazi na vitu vingine kibao. Sasa shirika la haki za binadamu la Human Rights ambalo pia limeweza kusema vizuizi ambavyo vilikuwa vimewekwa na Israel kwenye ukanda wa Gaza tangu Machi 2 vimegeuka na kuwa chombo cha maangamizi. Sasa vita, e, vitu hivyo kama chombo cha maangamizi ambavyo vinaweza kusababisha watu wa Gaza kuendelea E, kuweza kupata shida. Sasa taarifa inasema kwamba shirika hilo pia limeweza kusema kati ya eh, hayo wakati wa Israel ikiendelea na mashambulizi katikati, eh, kati ya maadhimisho ya kumbukumbu -kumbu ya miaka 76 ya siku ya Nakba ambayo pia inakumbukwa, eh, masaibu ya mamia ya maelfu, lakini pia ya Wapalestina ambayo pia waliweza kulazimishwa kuweza kuihama ardhi yao katika mapigano ambayo yaliweza kufunga njia, lakini pia kuunda kwa taifa la Israel mnamo mwaka 1948, eh, na so, kuna kumbukizi ya miaka 76 ambayo ilikuwa imesha tokea hapo nyuma. Lakini pia taarifa inaeleza kusema kwamba baadhi ya wakazi wa Gaza wameweza kusema kwamba wanakujikuta wakikimbia zaidi ya mara moja ili kuweza kuepuka e, mashambulizi lakini pia na, wa, na waainishi e, kwenye mazingira ambao e, wanakuwa wanaishi na mazingira, kwa katika mazingira magumu, mazingira ya shida, mazingira yani ya kutapatapa, tunaweza kusema kwa hivyo kuweza kuangaika angaika. E, sasa kuliko yaliokuwa yameshuhudiwa wakati huo kipindi cha hapo nyuma ilikuwa vizuri kabisa, lakini mara baada ya kutokea imekuwa ni noma. Ni noma sana. Sasa shirika hilo la kibinadamu ya Human Rights pia limeweza kutoa eh, taarifa hiyo kwamba eh, chombo hicho cha, cha, cha, kuweza kukuna mashikamano huku, na huku kumekuwa, eh, kimekuwa sasa kama ni chombo cha maangamizi, eh, cho, chombo cha maangamizi ambacho pia kinasababisha machafuko hayo Gaza kuweza kuendelea kutokea. Lakini pia, shirika hilo pia limeweza kusema hayo mara baada ya kuweza kuendelea kuwa na kumbukizi ya miaka sabini na sita eh, ya, ya masuala mazima ya siku ya Nakba kutokea huko Gaza. eh, yapi maoni yako kuhusu machafuko ambayo yanakuwa yanatokea eh, katika sehemu mbali mbalimbali katika hii dunia. Ukidrop komenti yako hapo, kila comment ukishare, utakuwa umefanya poa na sisi tunakuwa e, Tech Lab for this, endelea kutufuatilia.